alilisha maskini na alielekeza vijana njia ya haki bila kuchoka. Lakini kama ilivyo dunia, si kila mtu alipendezwa na wema wake. Wapo waliomwonea wivu, wakamchukia kimya kimya wakidhani kuwa anajifanya mtakatifu. Siku moja mzee Baraka aliugua ghafula. Alipokuwa kitandani, kijiji kizima kilikusanyika nyumbani kwake. Watoto walilia, wazee walinyamaza na hata wale waliokuwa wakimchukia walihisi pengo. kabla hajafa, alipoaga dunia, kimya kilitanda kijijini. Mvua ilinyesha kwa upole, kana kwamba mbingu zililia pia. Watu walijiuliza, kwa nini mtu mwema kama huyu afe mapema? Kwa nini dunia hupoteza watu kama hawa? Siku ya mazishi, mambo ya ajabu yalitokea. Watu wa mbali walifika, kila mmoja akisimulia jinsi mzee Baraka alivyogusa kwa wema wake. Mlevi mmoja alisema, alinikaribisha nyumbani kwake, akaniosha, akanifundisha tena kuishi kama binadamu. Baada ya mazishi, vijana waliamua kuanzisha kituo cha kulelea yatima na kukipa jina nyumba ya Baraka. Walitoa kauli moja, kifo chake ni mwisho wa mwili, si mwisho wa wema. Tunapata ujumbe gani kutokana na hadithi hii? Ndiyo, ujumbe ni kwamba mtu mwema hufa, lakini matendo yake huishi. Wema haudai malipo, hujenga historia ya kweli isiyofutika. Asante sana kwa kunisikiliza. Ningependa fahamu, nasikiliza kutoka wapi?